Ni saa tano na robo usiku hapa Dar es Salaam, na hawa maaskofu wamefika hapa usiku huu sasa hivi kwa sababu ya taharuki iliyotokea kwamba, wa tunaona hapo polisi wamekuja kuzunguka kanisa la ufufuo na uzima hapo Bungo, na maaskofu hao wamekuja haraka kukimbia kuja kusikiliza ni nini kinachoendelea. Of course hata mimi mwenyewe sijajua kinachoendelea, lakini naona hapo nje kuna defender za polisi kama tatu hivi wamekuja kuzunguka kanisa, hatujajua nini kinaendelea. Kwa hiyo tunataka maaskofu wenzetu wote na wachungaji wetu wote na waumini wetu wote mjue kwamba usiku uh, huu saa tano uh, sasa hivi tarehe tarehe ngapi leo? Tarehe mbili, tumezungukwa hapa na polisi hapa, sijui wanataka kufanya nini, na maaskofu wamepata taharuki, wamekimbia usiku huu kutoka madhehebu mbalimbali kuja kuangalia ni nini kime- kinaendelea kufanyika. Kwa hiyo nitaendelea kuwajulisha, lakini kwa ufupi ni kwamba kuna watu wamefika hapa kanisani, tunaona defender, tujajua ndio polisi au ndio watekaji wenyewe. Eh, nafikiri ni polisi, tunaona magari za polisi. Lakini tuendelee kuwasiliana, tutajulishana cha kufanya. Asanteni sana.